Karibu katika mda pesa mda pesa, ninakusalimu kusalimu kwa jina, naitwa Timo Mzava. Una like hapo, una subscribe na una gonga hiyo kengele, ili nitakutoa somo lingine uwe wa kwanza. Mda pesa mda pesa, karibu mtazamaji wangu wa mda pesa mda pesa. Asante sana nadhani ulienda kuangalia ukalisoma na kulielewa na ukafungua app ya Mode app, ae, ambayo ipo katika simu tu bado haijawa katika kompyuta na umeshafanya somo ile la kwanza nililokuonesha ambalo linaongea au linaonesha jinsi gani ya kuangalia video na jinsi gani ya muziki uplay na ukapata pointi na ukaweza muhimu. Ni nini? Ngoja niende kusomea vocha hii hapa, ni vocha ya Voda, nenda kusomea, andika tano sita saba saba mbili tatu moja moja moja nane sita nane mbili Tano, tisa. Hiyo ni vocha ya voda. Mda Pesa, nachofundisha ni kitu kimoja, kutumia bando lako kwa faida sawa. Jijengee iwe tabia. Saiti hii ya Mda Pesa inaonyesha apps na saiti mbalimbali ambazo unaweza ukalipwa kufanya kazi ndogo ndogo. Leo naenda kuonesha kuangalia email. Wamekutumia email za matangazo, unafungua unasoma yale matangazo. Ukishamaliza kusoma yale matangazo, unapata pointi ambazo zinakuwa ni pesa. Baada ya kusoma email, nitaenda kuonesha kitu kinachoitwa kusoma news online. Na news zinazikawa ni za matangazo au zinazikawa za warembo naza zikawa za ukumbi, naweza zikawa za chochote, lakini unapata pesa. Pesa yes, yes, zinapatikana. Sio lazima uende ukatoe jasho sana ah. Sio lazima uende benki ukakope, hapana. Ni akili kusikiliza kwa makini, kwa maana ndio muda pesa jukumu lake kwa Watanzania, kukuwezesha wewe Mtanzania bando hilo unalopata kwa siku elfu elfu tatu kwa mwezi elfu kumi kwa wiki, si unaweka lakini likulipe. Asante sana, twende katika somo mda pesa mda pesa. Hapo naenda kufungua email yangu mire, ifunguke, ifunguka. hizo unazoziona hapo ni email ambazo zinanionyesha mimi nikisoma napata point, yani ninalipwa. Ziko pointi kumi na tano mia ngapi? Inategemea na siku hiyo kuna email ngapi zimekuja za matangazo. Hizo ni email za matangazo, pointi hizo. Ka unaenda kuchukua hapo pointi, na bonyeza hapo pointi sitini inanifungua inanipeleka kwenye mtandao wa X kwa. Ikifunguka hapo, nachotakiwa niende ku like ku retweet kwa. Inachofanya ni hivyo vitu viwili, bonyeza hiyo alama ya kopa na hiyo hapo nina retweet. Nikisha retweet au repost, na nakuwa nimemaliza, ninarudi nyuma, ninaenda kufuta ile email, inisi click tena, itakuta zimeongezeka. Kwa hiyo hapo naenda kufunga hiyo email au na delete, inafungua nyingine, hiyo hapo inaona pointi kumi na tano. Kwa hiyo hapo ninachukua hiyo pointi kumi na tano. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa, naangalia sasa hapo hayo matangazo, kati ya hayo matatu hapo ninatakiwa ni click tangazo moja kati ya hayo matatu, litafunguka hapo naona hiyo website iliyonipeleka, kwa nitakaa hapo hizo sekunde thelathini sekunde thelathini zikipita, umeona nimepata pointi, nimepata pointi. Kwa hiyo hapo zinaonekana ni mbili au tatu, lakini kule kwa ajili nimetokea kwenye email za kuja zote kumi na tano zitahesabu au vilevile, vile utakuta wataniletea email nyingine, mpaka nifikisha ile pointi sitini kwa kama hapo naona imeli zimeongezeka, lakini pale mwanzo kama uliangalia zilikuwa kama sita bado. Kwa e, nafika tunafuta ile niliyoigonga, nafungua nyingine. Asante, tuende katika hatua ya pili. Mda pesa, mda pesa. Kwa hiyo hapo naenda kuangalia news, nabonyeza hapo kwa, nikibonyeza itafunguka ayo matangazo k i soma. Sawa so, ni kama news lakini ni matangazo vile vile, kama hao ni generator hizo. Nimefika sekunde zile thelathini, narudisha hapo nyuma, hapo litafunguka lingine. Kumbuka pale yako mawili niligusa ile la kwanza, sasa hivi nagusa hilo la pili, au naweza kushuka chini ku bonyeza tangazo lingine, na hayo yanakuwa kama kumi na tano hivi hadi ishirini nategemea siku hiyo matangazo yamekuja mangapi. Kwao nabonyeza lingine la pili, litafunguka kwa hiyo. Likifunguka unaona nayofunguka lile la kwanza linasoma hizo pointi. Unaona hivyo vigoldigoldi hivyo ni pointi zimeingia napointi za mziki na kuna pointi la tangazo lililopita ambalo nimeangalia. So, nitasoma tena news hiyo. Nikimaliza hizo sekunde thelathini nitarudi hapo nyuma. Nikirudi tena nyuma, basi ninakuwa nimemaliza kusoma ile tangazo, naenda ngazi ya pili tena, tafuta tangazo lingine. Mda pesa mda pesa. Nashukuru mtazamaji wangu wa mda pesa, mda pesa. Na pesa zenyewe ndio hizi, zikishatoka kule kwenye dola una zichenji na kuja kwenye simu unatoa au benki. Ndio hiyo, ama sio? Haina tatizo. Naenda kukusomea vocha ya pili. Kabla sijakuwaga vocha ya pili, ni Halotel. Andika namba hamsini na nane hamsini na moja themanini na mbili arobaini sitini na saba ishirini na moja saba. Hii ni Halotel. Kumbuka mtazamaji wangu, na kupenda sana shae subscribe. Nitajitahidi jinsi inavyoweza, nitakuletea masomo itakuletia na itakuonyesha proof ya hela ikitoka kama masomo yaliyopita nikunyesha Timebucks na hili ni dola kumi, nitaenda kuitoa na utaona. Lakini kabla sijatoa nitaenda kukufundisha somo linalokuja. Baada ya kumaliza somo hili, utoka kuna lingine, alafu nitaenda kukufundisha jinsi gani ya kupata pepo ya biashara Tanzania, ili sasa. Najua utakuwa umeshafikisha dola kumi, dola tatu, dola tano, utoe ifike katika simu yako au katika benki. Ziko apps ambazo utajisajili, ziko namba za simu nitakuonesha, ambazo za kupata za nje ya nchi, ili uweze kufungua account ya PayPal na benki online ambayo sio ya Tanzania. Vyote hivyo vinawezekana. Hata mimi mwanzo niliona ni vigumu, lakini baada ya kukaa, kujifunza, namshukuru Mungu na kushukuru, na wewe unanipa support yako, asante sana. Pitia masomo mengine, kwa sababu kutakuwa na voucher Kutokana na maswali katika masomo yaliyopita. Asante, mnaendelea kujiunga kupitia Timebucks, kupitia Airtime. Air umefika sehemu gani, umekwama? Chini kwenye comment hapo niambie bwana. Basi na mimi nitakuelekeza leo somo liko la aina gani, basi uende kulifuatia. Kama nitakuwa sijafundisha basi nitaandaa somo kwa ajili yako. Muda pesa mda pesa mda pesa.